Dada y Elizabeth, karibu sana. Asante. mm -hmm. Umetokea wapi na umetusikia wapi? Nimetokea Kigamboni. Kigamboni hapa Dar es Salaam. E. Okay, ulitusikia mm -hmm. wapi? ah, kuna kakaangu huyo, mm -hmm. ali- aliunganisha yani, kuna mtu alimpa namba za hapa kwamba mm -hmm. mimi nilikuwa natafuta kazi mm -hmm. kwao, akanipigia akaniambia, nimesikia kuna kituo fulani mm -hmm wanapokea dada kwa kazi, naenda kufanya kazi kwa mabosi, akanichukua nikakubali. Ila yani, nilikuwa nimeshakubali, tukaja hadi hapa tukapokelewa, nikasoma mkataba vizuri, nikaambiwa kuna vitu ambavyo vinatakiwa ko, nikarudi tena nyumbani Kigamboni, nikaenda nikajiandaa kila kitu, nikawa nimerudi hapa kituoni. Okay. mm. Kwa hiyo aliyekupa taarifa zetu ni kaka yako. Eh, kaka yangu, mm. Okay, alijua unatafuta kazi yes. Ulikuwa umemwambia unatafuta kazi gani? Yaani, nilipomaliza shule, kwa hiyo nilikuwa natafuta tu kazi kama mm. mantilie. Kwa hiyo nikawa na, natafuta kazi, sipati. Ulimaliza shule gani? Vijibweni naitwa. Ki, kiwango gani Eh, form umesoma form four, mm. Oh, mpaka yes. Ok au mm. Oh, baada ya kumaliza ukawa unatafuta kazi ukutaka kuendelea zaidi ukutaka mm. eh? kuendelea zaidi na masomo kwa, ndo ukawa unatafuta kazi eh. sawa kabisa mm. Haya, karibu. Asante madam. Eh, karibu sana dada Elizabeth, na umefanya vizuri mapema kuanza kutafuta kazi ili uweze kuanza kujifunza mapema namna ya kujitegemea, namna ya kutafuta hela zako. mm -hmm. Utaka, na utakapopata ka hela katika kupitia kazi hizi, je? mm -hmm. Yeah, una ndoto zozote, una malengo yoyote, yani why unatafuta? Yes, nina ndoto. mm. Nama ndoto gani? Nina malengo kama nitafanya kazi kwa bidii. mm -hmm ili hiyo hela ambayo nitaipata mm. Niweze nilikuwa na malengo ya kufungua duka la nguo mm -hmm. Special nguo za special. Yes. Kwa mm hiyo -hmm. Nilikuwa spesh hiyo ndo malengo yako yakook Yes. Okay. mm. Safi kabisa vizuri mm -hmm. Cha muhimu ni kufanya kazi, mimi hapa ninachowafundisha wasichana mm -hmm. ni kuanza mapema kutafuta kazi badala ya kutafuta mabwana, kwa sababu sisi mila zetu na tamaduni zetu zimetulea kutafuta zaidi kuweka akili sana kwenye wanaume. Kwa unakuta binti kama wewe badala ya kuanza kutafuta kazi anatafuta wanaume. Matokeo yake ya anaweza kupata mimba, anapata mtoto, hawajajipanga, mwanaume aliyompa mimba labda ni mume wa mtu au ni kijana ambaye bado hajajipanga. Kwa hiyo unakuta umetengeneza mazingira ya umaskini, umetengeneza mazingira ya utegemezi, wewe mwenyewe umetengeneza mazingira ya ugumu wa maisha pasipo kwa kwa sababu ya kuto kujitambua. Kwa hiyo mimi kazi yangu mradi lengo lake ni kuwasaidia wasichana, hata kama tayari alishaingia kwenye hiyo changamoto bado ana nafasi ya kusimama tena, na kama bado ulikuwa ujaingia huko, basi una uwezo wa kujipanga vizuri zaidi mm. ili utakapokuja kuanza maisha yako ya, ya, ya kujitegemea kwa maana ya maisha ya familia mm. umepata mwenza wako, mmezaa watoto, yani wewe usipate ile stress ya nyumbani hakuna hela eh, kuna njaa. We mwenyewe kama mwanamke kama mdada unataka kujiweka vizuri mm, simuona ndoto yako ya kuanzisha duka la nguo, unataka kuvaa vizuri upendeze. Hivyo vyote vinahitaji pesa. Kwa hiyo lazima mtu ujiandae mapema mm, kuwa na hela zako. Yale mambo ya kutegemea mwanaume ndio atakuhudumia kwa kila kitu, sio kweli. Wanawake wengi sana wanateseka kwa sababu ya mawazo hayo, yani kwamba walikuwa wanatarajia nikiolewa mwanaume atanifanyia kila kitu atanihudumia atani, atani sio kweli. Mwanaume huwa anahudumia mwanamke pale anapomtongoza, akishampata, akishamzalisha shughuli imeisha. Ni wachache wanaokuaga wanaendelea kuwa kuwa wanaume wanaowajibika katika familia zao, lakini bado wewe kama mwanamke nyuma yako una ndugu zako Unafikiri mwanaume mwanaume wako atakuhudumia wazazi wako kwa kila kitu au ndugu zako au nini? Hapana. Kwa hiyo lazima na wewe, mwisho wa siku, hata kama utaolewa na mwanaume ambaye anajiweza mm -hmm. na anakuhudumia, hawezi kuhudumia haya, hawezi kukubeba wewe na kijiji chote, wewe na ukoo wako wote, sio kweli. Kwa hiyo mimi ndio ninachojaribu kufanya, kuhakikisha kwamba wanawake sasa na wadada, hasa katika umri mdogo, badala ya kukimbilia mahusiano, badala ya kuendeleza zile mila kandamizi za kurukia kwenye mahusiano kabla mtu hajajiandaa, anaanza kujiandaa kwanza. Akishajipanga vizuri, ushaanzisha duka lako, unaingiza kipato chako, hata ukianzisha kwenye, ukiingia sasa kwenye mafamilia unakuwa yes. huna stress. Umesikia dada Elize? Ehe, hizo ndio sera zangu hapa. Ulikuwa unanifahamu kabla? asiye kufahamu yes. asiye kufahamu na asiye kufuatilia, ila mm. ndio hivyo nini sasa ndo hivyo kange alini, aliniunganisha na hapa sasa. Ukimuuliza yu... kwamba huku unakonipeleka, je, unawafahamu? Alisema nafahamu kwa sababu mi mwenyewe nime- nimeambiwa ni, ni na nimejaribu mm, kufuatia kwenye mitandao mm -hmm. kaniambia kule kuna anini, kuna nini yani kule kuna usalama hata mm -hmm. kama ukienda kwa bosi wako kuna usalama mm -hmm. kwao, inawezekana ukienda ukafanya kule mm -hmm. ukatimiza ndoto zako kaka yako huyo, eh. Sasa hiyo nashukuru Mungu kwamba nimejenga nimejenga um, jina mm. lenye goodwill natafuta neno la goodwill, lakini yani kazi zangu zinanitangaza kwa matendo chanya. Mimi ni mtu wa kusaidia wanawake watoke kwenye ukatili, watoke kwenye ukandamizaji, watoke kwenye manyanyaso, na hivyo ni vitu ambavyo Mungu yani Mungu mwenyewe na ni kazi ambayo nasema ni kazi ya Mungu nafanya, kwa sababu unapokuwa unatetea haki za watu, Mungu wetu ni wa haki, si ndiyo? Kwa hiyo kazi, kazi yangu mimi ni ya kutetea haki, ni kutetea haki za watu. Kwa hiyo ndio maana napinga sana ukatili, ukandamizaji dhidi ya wanawake, lakini pia kutokufanya kazi, mwanamke unajikatili mwenyewe. Umeelewa? Utakuja kulaumu watoto wa watu, oh, mwanaume anisaidii mwanaume anihudumii. Wewe si una mikono una miguu. Sasa kwa nini wewe unataka mwenzako ndio akuhudumie, alafu sisi ndio wasaidizi? Mwanaume sawa, ali, aliwekewa msaidizi yeah. Wewe mwanamke hujawekewa msaidizi. Maana yake nini? Nani ana uwezo, nani anajimudu, aliyepewa msaidizi, au yule ambaye ameitwa kusaidia mwenzake? Hebu <laughs> <laughs> jaribu kufikiria hivi, kwa nini kweli sisi hatujapewa msaidizi? Maana yake Mungu anatuaminia ya kwamba sisi <tis> mm, ndio na, tu na, na, kwambiaje, wewe angalia familia ambazo wa baba wame wametangulia mbele za haki na familia ambazo wa mama wametangulia mbele za haki, hebu nipe matokeo eh. Familia ambayo mama yupo ndio kabaki, na familia ambayo baba yupo kabaki, familia ipi huwaga inayumbayumba kidogo? Baba, familia ambayo baba amebaki, eh, hmm. eh? Baba labda afanye mpango faster, a replace alete msaidizi mwingine chap, ndio maana mm, familia ambazo wamama ndio wanatangulia baba, huwa anawahi sana kuoa chap, kwa haraka. Lakini mwana, familia ambayo mama amebaki, baba akatangulia, utakuta o, mama amesimama yani ngangari, miaka na miaka yuko mwenye anaendelea na gurudumu linasonga mbele. Kwa hiyo hii ni kumaanisha kwamba wanawake tuna uwezo mkubwa sana ambao Mungu ameweka ndani yetu, na ndio maana ametupa jukumu la kuwa wasaidizi wa hao wanaume. Sasa sisi ni ujinga wetu na upumbavu wetu kuendelea kubaki eti unasema mume wangu anisaidii, wakati wewe ndio msaidizi. Sasa mume wangu anihudumii, wakati wewe umeumbwa kumsaidia mwanaume. Kwa hiyo inabidi turudi tukatafakari upya, inabidi turudi twende tukajifunze upya nini maana ya usaidizi. Utakapo tafakari hivyo na ukaangalia ma ma maisha jinsi yanavyoenda, kama hiyo mifano niliyotoa, utagundua mwanamke ana uwezo mkubwa sana, na hapo utakapoanza kujisimamia na kujipambania, hapo ndipo utakapofanyika baraka kwa familia yako. Kwa wanaosoma Biblia, wanamjua mwanamke wa Mithali ya 31, yani yule mama ni mama wa mfano sana, kwa sababu ni mama mjasiriamali, ni mama ambaye yani hadi mume wake alikuwa anajisikia fahari kuwa naye. Ni mama ambaye ana anafanya biashara, ni mama ambaye anaona mashamba ananunua. Hivi utanunua mashamba kwa mawe kama hufanyi biashara ukapata hela? Kwao ni mama mjasiriamali. Ila sisi mila zetu huwa zinatu zinatufanyaga tubaki tu jikoni. Yani wewe ukishaolewa unakimbilia kwenda kumfulia mwanaume na kumpikia, shughuli imeishia hapo. Unatakiwa u, uanze kusaidia kwenye mambo makubwa mambo ya kiuchumi, kama mnataka kununua mashamba, kama mnataka kujenga huko dako, mchango wako uonekane. Sasa wewe unataka uonekane mchango wako tu kwenye kufua majinzi eh? alafu ndani kuna njaa, hakuna hela, unabaki unakodoa macho unamwangalia mwanaume, lakini mwanaume yeye yeah, ame, ameambiwa ame wewe ndi msaidizi. Sasa kama wanawake tungekuwa tunafundishwa toka tunavyozaliwa, tunaandaliwa namna ya kuweza kusimama kujiandaa mapema kujifunza jinsi ya kujisimamia kujitegemea, ili tuweze kufanyika baraka kwenye familia zetu, wanawake wasingekuwa kwenye umaskini eh. Hey, tumebaki kwenye umaskini kwa sababu tumeandaliwa vibaya, na ndio maana mimi ninarekebisha sasa, kwamba tuweze kuandaa wasichana mapema, waweze kuja kusimama, waweze kuja kujitegemea, waweze kuja kuja kuja kusimama kujitegemea kufanyika baraka kwenye familia zao, ndio kazi ninayoifanya kwa hiyo karibu sana dada Eliza. Asante. Utafanikiwa, sisi tuko imara e. Hapa umefika yani, huyo kaka yako, hakuna mtu anamleta ndugu yake hapa kama hajafuatilia kazi zetu e. Kuna wadada hapa wanaletwa na mama zao, wanaletwa na ndugu zao, na we ni mmojawapo wale, wanajua kazi ninayoifanya mm. e. Kwa sababu mi kazi zangu ziko zina, zinaonekana, zipo zinajulikana, si wananyosha mm. yaani mimi ni ni superwoman nimenyosha hivi, kwamba wanawake, yaani akina mama Samia, si tunawaona mm. Eh, hey, wale ni wanawake walioamua kwamba waliojua nguvu yao ambayo Mungu ameweka ndani yao ndio maana leo ni maraisi, na wanawake wengine wote wapambanaji wale wamejitambua. Kwa hiyo kazi nayoifanya ni kuhamasisha wanawake waweze kutambua hiyo nguvu iliyoko ndani yao, nao wasimame ili waweze kumiliki maisha yao na waweze kufanyika baraka kwa wengine. Kwa hiyo na wewe pia alimradi umekuja kwenye kituo chetu hiki kufanya kazi na sisi, nataka tu ni kuhakikishie kama utapambana, kwa sababu huku hatutaki wa, wadada wadangaji, hatutaki wadada wale wavivu. Huwezi eh, kufanikiwa kwa kwa uvivu, kwa sababu Mungu wetu alichotupa ni kufanya kazi. Ndiyo maana neno la Mungu linasema asifanya kazi na asile, na hata mwanadamu alipozaliwa wa kwanza alimtia kwenye bustani. Kwani kwenye bustani wanakaaga watu gani? si wakulima? E, manake alikuwa anamaanisha fanyeni kazi, na hata Mungu mwenyewe tunaambiwa, tukisoma Biblia, alivyokuwa anaumba dunia siku sita zote alikuwa anafanya kazi, si ndio? Ndio, siku ya saba akapumzika. Sasa wewe kama, wezi, kama wewe una, una, una elementi za uvivu kwenye hichi kituo hutakiwi kukanyaga, kwa sababu tutagombana, tutakorofishana. Huku tunaenda kufanya kazi hatuendi kucheza, hatuendi kuweka miguu juu, hatuendi kuangalia TV, hatuendi kushika kucheza na simu. Ukishika simu unaenda kutafuta madini, unaenda kufungua content kama hizi unasikiliza, zinakufungua akili, lakini sio unaenda kupitia pitia ujinga ujinga, alafu unagombana na bosi wako, unashinda kwenye simu ujafanya kazi, akija nyumba chafu, watoto hawajakaa vizuri, chakula akijapikwa hapana. Tutagombana, tuta Ehe, kwao huku tunataka wapambanaji, tunataka wanawake ambao ni wanajeshi, wanataka kujifunza mapema kabisa kujiandaa namna ya kuweza kusimama vizuri kiuchumi ili wasija wakayumbishwa kwenye maisha yao. Kwa hiyo karibu sana dada ya Elizabeth. Haya.